chama cha ukombozi wa umma cha umma kimeanza safari yake mpya hii leo unaweza ukaita safari ya matumaini safari ambayo inatokana na ujio wa wanachama wapya takriban elfu tatu wengi wakiwa ni viongozi kutoka kada mbalimbali waliokuwa chama cha demokrasia na maendeleo chadema leo mara baada ya kujitambulisha katika umma na kuonyesha nguvu ambayo sasa wanaanza kuipata cha umma wakaainisha pia mambo kumi na mawili ambayo wao watayasimamia kama msingi wao, lakini kubwa kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwezi Oktoba. Katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu, mbele ya wanahabari na wanachama wapya ambao wamejiunga hii leo, amehakikisha kwamba watasimamisha wagombea kuanzia ngazi ya udiwani mpaka ngazi ya urais hii ni kusema ya kwamba mchuano katika uchaguzi wa mwezi Oktoba hautokuwa tena lele mama. Naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi. Hii leo tutaangazia mwelekeo mpya na mwanzo mpya wa CHAUMMA, nini e, itakuwa chachu katika siasa za nchi ya Tanzania katika mwaka wa uchaguzi. Studio tumemwalika Benson Kigaila wengi mnamfahamu vyema kwa sasa ni naibu katibu mkuu bara kwa upande wa CHAUMMA, karibu sana. Asante sana. Kwema? Kwema, naongera Asante sana. Asante sana. <laughs> Kando yake yupo mchambuzi wa masuala ya kisiasa uh, Saidi Msonga karibu sana Msonga. Asante sana. Muona, mwaka ushaanza kuchangamka bila shaka eh, na joto linaanza kupanda, naam, ndipo mambo. Tunaanza uchanganuzi kwa leo, tuanzia kwako kwa kwa Kigaiwa, so, so. Leo katika utambulisho wenu, moja ya jambo ambalo mmelisema mnakuja na ile e, Chauma for change C4C, yeah. ni nini kwa wale ambao hawaelewi jambo ambalo mnataka kuja nalo? Chauma for change ni kauli mbiu inayochagiza kwamba Chauma kitakuwa ni chama kiongozi katika kuleta mabadiliko, mabadiliko ya demokrasia mabadiliko ya uhuru na mabadiliko ya haki za Watanzania. Tumesema tutaendeleza tulipoishia. mm -hmm. Tukiwa CHADEMA, tukiwa Mlimani site tunafanya uchaguzi, tulikuwa na malengo. Aa, kwa namna ambavyo uchaguzi ulifanyika na tukaishia pale, yale malengo yalisimama pale. Okay. Tumekuja CHAUMMA tunaanzia tulipoishia, tunaendelea kupigania haki za Watanzania. ko Chaumma for change ni kauli mbiu ya kusukuma na kuchagiza Chauma kuwa chama ambacho kitapigania mabadiliko na haki za Watanzania mm. yeah. kuna wale ambao wanasema kwamba mlikuwa tu mnaleta tisha, tisha, lakini leo mmeonekana mmeshusha vyuma huu ndio mwanzo ama ndio mmeishia hapa? Hapa wasubiri waone, kwa sababu walisema mengi tisha tisha, na wengine wakasema mkifika mia tatu tutawapa zawadi, sasa sijui watatupa nini. Kuna watu wakasema hatuna ushawishi, kwa hiyo sasa dunia inaweza ikahukumu tuna ushawishi au hatuna ushawishi. Walitaka kutulinganisha na wanasiasa wengine waliyetoka Chadema huko nyuma, sema hapana, sisi hatuwezi kulinganishwa na yoyote aliyetoka wala aliyoko Chadema leo hatuwezi kulinganishwa nayo kwa, mm, sababu gani? Sisi tuna uwezo mmoja na, ambao tumeufanya Chadema tutaufanya tume CHAUMMA. Tulijenga Chadema kuanzia chini kabisa kwenye vitongoji mpaka juu, mm. Tumekuja CHAUMMA na bahati nzuri hatukuhama. Watu wadhani sisi tunahama chama mm -hmm. Hatujahama chama, tumehamisha chama, tumehamisha chama, tume chama. Tume chama, tutajenga tuta CHAUMMA. Kuanzia china wao walikuwa nasema kwamba kitakuwa chama kikuu cha upinzani hapana, wala sio lengo letu. Lengo letu tunataka kujenga chama kitakachoshika dola, ndio mm. lengo la chama cha siasa. kwa ndio tafsiri ya kuhamisha chama na sio kuhama chama, tumehamisha chama, chama. Mm. Umeona pale, hakuna mtu ambaye unamfahamu aliyekuwa CHADEMA, mtu mwenye maana aliyekua CHADEMA ambao akuepo pale mliaileo mm, nani, nani, nani? Ubungo Plaza leo okay, wote kwa tafsiri hiyo. Sasa uh, Benson, uh, mmesema kwamba nyie mmehamisha chama, maana yake CHAUMA aito mega wanachama kutoka vyama vingine na mtabakia tu kile chama ambacho mmeamua nyewe kukiamisha kutoka huko kukihamisha CHAUMA. Hapana, kwa sababu uh -huh. hata kama tungekua tuko CHADEMA, CHADEMA inaweza kupokea wanachama kutoka vyama vingine k tumehamisha chama tumekwenda CHAUMMA. CHAUMMA kitaendelea kupokea wanachama kutoka kila mahali, japo kama tumehamishia CHADEMA ndani ya CHAUMMA, tumehamishia CHADEMA ndani ya CHAUMMA, lakini bado tunaweza kupokea na wanachama wengine na bado tuna kazi ya kutafuta wanachama, watu ambao sio wanachama, ili tuweze kutengeneza jukwaa pana la Watanzania wote wanaotaka kupigania mabadiliko ya kweli, wanaotaka kufanya siasa za, za, za, za, za umoja, mshikamano na kuheshimiana tuweze kufanya nini kuwa na jukwaa pana la pamoja la kufanyia la, la kufanya siasa mm. Kwa sababu hatuwezi kufanya siasa za kubaguana, hatuwezi kufanya siasa za kufanya siasa za, za, za, za, za, za kwenye mitandao tu ya kijamii. Tunataka siasa ya ufanisi ya kufanya chama kishinde, ni siasa ambayo itahusisha kila mtu, itamleta kila mtu pamoja, kwa sababu kila kura inatakiwa, na ni siasa za kushuka chini kwa watu, sio kukaa nyuma ya simu unaandika tu Hmm. Uka nyuma simu unaandika huwezi ukajenga chama. Utatukana watu kwenye simu, utafanya nini lakini chama kitakufia mikononi. Sisi safari yetu ni kwenda chini. Na tumesema pale. Tumefunga ukurasa wa kuongelea CHADEMA. Leo ni mwisho wa kuongelea CHADEMA. Tunakwenda kujenga chama. Na ambaye anadhani ana uwezo wa kujenga chama, ajenge cha kwake, tushindane kujenga chama. Okay. Yeah. Msonga, falsafa ya kigaila nadhani umeisikia ya kuhamisha chama Eh? Nah. <laughs> ni mfuatiliaji wa mambo ya siasa, umekuwa mchambuzi kwa muda mrefu, tafsiri yake ni nini ukiangalia katika eh, maono mapana ya hali ya kisiasa? Uh, moja ya jambo ambalo pengine linaweza likawa dhahiri ni kwamba wakati wenyewe tulionao ni wakati sahihi wao kuja na hiki ambacho wanakuja nacho sababu Uh, huu ni mwaka wa uchaguzi na ni mwaka ambao kiukweli, wa Tanzania kwa mamilioni ambao wamejiandikisha na wana sifa za kushiriki katika uchaguzi, wanapata fursa ya kuweza kutazama miongoni mwa vyama vyenye usajili wa kudumu na vyenye sifa za kikatiba na kisheria ni vipi ambavyo vitakuja mbele yao na kuomba ridhaa ya kutaka nafasi za uongozi. Sasa katika mazingira kama hayo, unaweza ukaona kabisa ni wakati sahihi wa wa chama cha umma, ukombozi wa umma, cha umma kuja na kauli mbiu kama hiyo, lakini kuja na dhana kama hiyo ya kwamba wanahamisha chama, maana yake ni kwamba wanachojaribu kueleza ni kwamba zile nguvu na jitihada ambazo walikuwa wakizitumia katika chama walichokuwepo hapo awali wanakwenda sasa kuzitumia katika mwamvuli wa chama cha ukombozi wa umma. Kwa hiyo ndio hasa ambacho wana wanalenga kutafsiri hapo. Sasa hilo linaweza likathibitika katika wakati mfupi ujao, kwa maana kama ambavyo wao wenyewe wanasema kwamba wana malengo ya kwenda uh, mashinani, yani kwa wananchi katika ngazi za chini kabisa, ili kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo Uh, wataieleza itikadi, falsafa na sera za chama chao ili kuweza kuwashawishi wananchi, kwa sababu unapokwenda katika uchaguzi kama taasisi yoyote ile ya kisiasa, iwe ni Chama cha Mapinduzi kilichopo madarakani, lakini hata vyama vya ushindani ambavyo vinashindana na Chama cha Mapinduzi lazima uende na mtazamo kwamba idadi kubwa ambayo hii kiutafiti iko wazi ya wapiga kura ni wale ambao huwa si wafuasi wa chama chochote cha siasa mm, lakini pengine wakati mwingine mm, wanasikiliza na kufuatilia siasa. Kwa hiyo kwa msingi huo, ni lazima kwanza chama cha siasa kijijenge chenyewe kama chama cha siasa, kwa maana kiwe na wanachama. Nadhani walichokifanya cha umma hasa katika siku ya leo kwa kukaribisha idadi ya wanachama takribani elfu tatu na ushehe ni sehemu mojawapo ya wao kama taasisi kujijenga na kujiimarisha kwa sababu CHAUMMA imekuwapo tangu mwaka elfu mbili na kumi na tatu na awali haikuwa na nguvu hizi ambazo tunaanza kuziona hivi sasa. Wakati ule ilionekana kama ilitokea, ilijimega kutoka katika chama cha NCCR Mageuzi mm-hmm. Eh, na ndio hasa ulikuwa msingi wa kuanzishwa kwake, lakini inaonekana safari hii ni kama imepata nguvu uh, kutoka kwa, kwa, kwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kwa sababu sehemu ya wanachama wa chama hicho wamehama na kuhamia CHAUMMA, kwa hiyo nadhani watakuwa wana kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanayatekeleza kwa vitendo hayo ambayo wanayakusudia, ili kuwapa fursa Watanzania walio wengi waone kama ni kweli wanayo dhamira ya dhati ya kupigania haki na na, na, na, na, na maendeleo ya Watanzania, lakini pia kuweza kujenga ushawishi ambao sasa si tu utakifanya CHAUMMA kibaki kuwa kama chama kinachoshiriki chaguzi, lakini kiwe ni chama ambacho kinakwenda kushindana katika chaguzi. Na hili ndilo wafuatiliaji wa siasa siasa za Tanzania Tanzania, tungependa kuona kwamba kunakuwa angalau na vyama vingi zaidi ambavyo vinakwenda kushindana katika uchaguzi na si kwenda kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo wanapaswa, mm, wayafanyie kazi haya ambayo wanayaeleza ili Watanzania nao waweze kuyaona katika uhalisia wake. Msonga ya historia inatuonyesha kwamba uh, kuzaliwa kwa ACT Wazalendo ilikuwa ni zao la kumeguka kwa kafu kwa CHADEMA kwanza eh e, mwanzoni lakini yeah. Uimara wake ni pale ambako kafu limeguka kwa sehemu kubwa, kwa sababu hata CHAUMA mwanzoni ilianza kumeguka kwa hmm, lakini ni kama tukio ambalo linajirudia tena, tunavyoona e, CHAUMA kitu ambacho kafu lipitia. Baadaye kafu lipoteza nguvu na mwelekeo wake, tunaiona CHAUMA ikija kupata nguvu zaidi, hasa tukinukuu maneno ambayo uh, Kigaila ameyasema kwamba sasa wana mpango wa kutaka kwenda huko chini mashinani muda utakuwa ni wakati mzuri wa kuweza kutupa majibu sahihi katika hilo, lakini kama ambavyo umesema, historia nayo ni mwalimu na, na tume, tumeishuhudia huko nyuma kama ulivyosema, historia ya CHAUMMA na historia ya ACT Wazalendo ni kama zinashabihiana kwa namna fulani kwa sababu kama nilivyosema awali, CHAUMMA msingi wake ulitokana na NCCR Mageuzi, wakawa CHAUMMA, lakini kikawa ni chama kidogo. Lakini hivi sasa kimeonekana ghafla bin vuu, kinakwenda kina kuwa chama kikubwa, kutokana na aina ya wanasiasa ambao wanaingia ndani ya CHAUMMA. Ni watu ambao wana uzoefu na, na, na siasa za mageuzi na hususan eh, watu wa kaliba ya Benson Kigaila, Salum Mwalimu na wengineo ambao wamejitanabahisha kwamba sasa wako katika mwamvuli ama chini ya mwamvuli wa Chama cha Ukombozi wa Umma. Ni dhahiri kwamba kitaenda kuongeza chachu ya ushindani katika siasa zetu, ingawa bado wana jambo la kujifunza kwa wenzao kwa maana ya kwamba vyama kama ACT Wazalendo ambacho nacho kilitoka Chadema kama hivyo, na tukaona baadhi ya ofisi za Chadema zikifungwa katika baadhi ya wilaya, watu wa kishifti. Lakini baadaye kilipokuja kumeguka chama cha Wananchi CUF, pia tanga lilishushwa na likapandishwa, na tulishuhudia mengi zi mithili hayo, lakini kwenye field nako kwa maana ya kwamba siasa za mtaani, mm, wakati mwingine hazina majibu hayo ambayo, uh, yanakuwa ni rahisi kuyazungumza. Kwa hiyo ndo maana nikasema kwamba wanayo kazi kubwa ya kwenda kufanya ili kuweza kuthibitisha kwa vitendo Uh, kwamba hiki ambacho wanakisema wana kwamba wanakikusudia kwenda kukifanya basi wanakifanya kweli na Watanzania wanakiona katika uhalisia wao wake, ili kuweza kuwajengea kuwa ushawishi wa kuweza kuwaamini. Na kama watafanikiwa kufanya hivyo, itakuwa ni jambo lenye afya zaidi kwa siasa zetu, kwa sababu litaenda kuongeza idadi ya vyama ambavyo sasa vinashindana katika kuwania nafasi za uongozi, badala ya kuwa pengine na chama kimoja ama viwili vinavyoshindana na wengine wakiwa ni wasindikizaji wakishiriki katika chaguzi. Mm, Kigeila, mnakwenda na mkakati gani sasa kuhakikisha kwamba uh, mnaeleweka zaidi? Umekuwa uh, kwenye hizo uh, harakati unaelewa muda mrefu sana ulikuwa kwenye hizi harakati za kuimarisha kule ambako likotoka, ukienda huku na kule, mbinu zitabadilika ama mtasalia katika mbinu zile zile ambazo mlizitumia hapo kabla? Asante sana kwa, kwa kawaida, una siasa inachezwa kutokana na hali iliyopo Okay. Lakini tuna kazi kubwa kama ulivyosema ya kujenga hiki chama ambacho kimsingi ni kama kipya, ni kipya kwa sababu kilikuwa chama hakikuwa na wanachama wengi, hakikuwa chama kikubwa kiasi hicho, lakini nimekuambia, tumehamisha chama <laughs> maana yake leo ninapoongea hapa, kazi tulionayo ni moja tu, tukishuka chini ni kwenda kuhamisha wanachama waliokuja leo pale ni viongozi wawakilishi, ni kwenda kuhamisha wanachama kuja kwenye chama hiki cha Chauma. Maana yake kazi yetu timu ya chini sisi, kwa kawaida watu wao waelewe. Unaweza ukalinganisha na vyama vingine vingi na nini na nini, lakini operation yetu, falsafa yetu ya operation ni tofauti sana na vyama vingine vyote vilivyoko Tanzania na kwa sababu tuliojenga hiyo operational kacha ya, ilio, ya, ya Chadema ni sisi na sisi ndio tuko Chaumma. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie operesheni zilizokuwa fanywa kwenye Chadema hutaziona tena, na ndio maana kwambia tumehamisha chama utaziona ziko Chaumma. Sisi tukipiga mkutano wa hadhara, hatupigi mkutano ya hadhara kama watu wanaenda kwenda kama mvua inanyesha wanaenda tunapiga mikutano ya hadhara hiyo, tunasema ni assault team inakuwa iko juu, kunakuwa na ground command ambayo ina network chama kwa, hatuendi tukapiga mikutano ya hadhara tukaondoka tukaacha hapo watu wanashangilia, tuna network chama chini kwa, tutapokea wanachama tutatengeneza network, tutapokea wanachama tutatengeneza network, tukimaliza tutakuwa tumefunga kule chini, na uzuri ni kwamba wanachama tunao, wanachama tunao wakuwahamisha wakaja CHAUMMA. Hatuendi kutafuta wanachama, tunaenda kuwahamisha wanachama ambao wanasubiri kuhama. Kipindi kimesalia kichache sana kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, na nyie mmeweka dhahiri kwamba mtaingia miguu miwili kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Nawenyewe unasema kabisa kwamba eh, mkakati wenu ni kwenda kuhamisha chama mtafanikisha katika muda huu ambao ume, umesalia huku kuhamisha wanachama na huku kufanya harakati zote kupata wagombea na mambo kwenda. uh, unajua hiyo kazi angekuwa anaifanya mtu mmoja mm -hmm, kutokea makao makuu ungesema utamaliza hii kazi kwa muda huu mfupi? Kwa sababu chama cha siasa ni mnyororo hmm. ukishakuwa na viongozi ukishakuwa na wagombea manake wao ndio wanafanya nini, wanafanya huo uhamishaji na kunetwe kichama kule chini mpaka leo kwa mfano, tungesema watu waanze kuchukua fomu, tunao wagombea kwenye majimbo yote 264 jumulisha majimbo nane ambayo yanagawanywa yana, yana, yana kwa maana majimbo 272 tunao wagombea wa ubunge pamoja na viongozi wa chama walioko kule, ni mashineri ya kutosha ya kuhakikisha kwa manini wanahamisha wanachama na kunetwe chama kwenda chini ukishakuwa na ugombea udiwani kwenye kata zote, maana yake wanamalizia kazi ya kuhamisha wanachama na ku network. Kwa hiyo si ndio, chotengeneza, tunatengeneza network, tunatengeneza cheni, tunatengeneza mnyororo wa kuchukua kule chini. Kwa hiyo kazi inaweza kufanyika katika mwezi huu. Wamekuja hapa wote, waliokuja hapa leo ni viongozi wa mikoa, walikuwa viongozi wa kanda, viongozi wa majimbo. Kwa hiyo wamekwenda chini na wame, tumewaelekeza kwenda kufanya hiyo kazi, wanaweza kufanya hiyo kazi, hatutapita kila jimbo katika hiyo siku ambazo tutazunguka mm. lakini wao wataendelea na hiyo kazi, kwa hii kazi sio kubwa okay. tukifika tukimaliza huo mzunguko, tukitangaza watu wachukue fomu, tukija tukiteua wagombea, tutaenda kwenye kampeni tukiwa tuko full swing na tuna nguvu ya kutosha na tuna network ya chama. Bahati nzuri uchaguzi huu una, una tunaanzia kwenye ngazi ya kata tofauti mm -hmm, na uchaguzi wa, wa serikali za mitaa ambako unaanzia kwenye kitongoji mm -hmm, na, kwenye, na, na kwenye kijiji unatokao na na wagombea 25 lakini, uchaguzi huu kwenye kata nzima unakuwa na mgombea huyu mmoja, kwenye jimbo nzima unakuwa na mgombea huyu, kwa ni rahisi kupata wagombea na ni rahisi kuwapigania kwa sababu wanachama wanakuwa wako chini okay. Msonga unamsikia vyema kabisa. Uh, Kigaila, kwa namna mikakati ilivyo ya CHAUMMA hii mpya, unaona ikipita katikati ya ACT Wazalendo na Chadema na wenyewe eh, kuja sasa kuwa tishio. Uh, kwa kweli mimi nadhani itakuwa mapema sana, kwa sababu uh, mazingira ya siasa zetu yanafahamika ni kwamba uh, Watanzania wana, wa wanapovifuatilia vyama vyao vya siasa huwa wanajenga imani na pale ambapo inapobidi basi zile imani zao huwa zinatetereka na kubadilika kwa hivyo kwa kuwa ni mapema na ndio bado wanaanza, tunaweza tukasema kwamba wana nafasi kwa huu muda ambao uliopo, japo tunaona kwamba ni muda mfupi, lakini wanayo nafasi ya kuweza kuhakikisha kwamba wanabadilisha hizo imani za, za Watanzania ambao tayari wameshaziwekeza katika baadhi ya vyama vya siasa na kusema kwamba pengine tunaweza tukakichagua chama hiki. Kwa hiyo nadhani, kama ambavyo wana, wanajipanga kimkakati na kila chama kina mikakati yake, nadhani na wao pia wataitumia hiyo kama fursa kuhakikisha kwamba wanajipanga vizuri ili waweze kuwasimika wagombea katika ngazi hizo za kata, katika ngazi za majimbo na hata katika ngazi ya, ya, ya, ya kitaifa kwa maana ya mgombea wa urais. Kwa kuwa historia yao ina inashabihiana kwa kiasi kikubwa na ACT Wazalendo, ndio maana tunalazimika na wenyewe kuwa tunaitajataja katika mjadala huu, kwa sababu uh, ni miongoni pia mwa chama ambacho wakati kinaingia kilifanikiwa kuwa na idadi kubwa sana ya wagombea katika maeneo mengi sana ya, ya, ya, ya ingawa haikuweza kuwa kwa asilimia mia moja lakini walau waliweza kuonyesha msuli wao, na moja ya mambo ambayo iliwasaidia ni kwamba, uh, wanachama wao wengi pia walikuwa ni wanachama ambao walisha kuwepo muda mrefu. Walichokifanya ilikuwa ni kazi rahisi ya kubadilisha imani zao kuingia katika uh, imani ya chama kingine cha siasa. Uh, lakini sasa kiujumla wake, kwa maana ya kwamba pamoja na kubadilisha imani, kazi bado inahitajika kufanyika, ambayo hili nalo pia wanatakiwa nao pia wawe na umakini nalo, kwa maana ya kwamba pamoja na kwamba watu watahama, watahamisha imani zao kutoka katika chama walichokuepo, kuja katika chama chao, lakini ni lazima hiyo imani iimarishwe na ijengewe misingi ili iweze kuwa ni ima, imani ambayo imejengeka katika uh, chama ambacho wanaamini kabisa kwamba hiki kina falsafa hizi na kina malengo haya kwa ajili ya Watanzania, na sisi kama wapiga kura tunaweza tukakiamini na kukichagua katika nafasi ambazo kitakuwa kimetuomba ridhaa. Kwa hiyo mm-hmm. Bado tunasema tu, tuwape nafasi kwa muda huu walionao na kwa mipango walionayo. Kwa hiyo tunaamini kabisa wanaweza wakaifanyia kazi na tunaamini wanajifunza kwa yaliyotokea kwa wenzao e, pengine njia walizopita na hatua ambayo wamefika kwa sasa kwa hiyo tuna tunaamini kabisa kama kutakuwa kuna ma, mahali kuna mapungufu, kwa kuwa wana uzoefu katika masuala ya siasa, ana miaka mingi katika uongozi wa CHADEMA, zaidi ya miaka 20 Benson Kigaila bila shaka na wenzake. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kama kuna mapungufu yalikuwepo katika vyama vingine watakuwa walikuwa wanayaona na, na hmm, wanaweza wakayafanyia kazi ili wasije wakaingia katika ma ma mahali ama katika mapungufu ambayo wenzao walipita na wakajikuta kwamba wameshindwa kufikia malengo yao kwa wakati. Kwa hiyo tuna, mm, tunasema kwamba tunaendelea kuwapa nafasi kwa namna ambavyo tunaiangalia siasa yetu, tunaamini wakiyafanyia kazi yale ambayo wanayaamini. Tunachofurahia wafuatiliaji wa siasa ni kwamba kuongezeka tu ile chachu na joto lenyewe la washindani katika uchaguzi, hilo ndio jambo muhimu sana. Mm, Kigaila sehemu kubwa watu wanadai kwamba nyie mmekuja tu kufanyafanya hujuma eh, ili kuvuruga vuruga hali ya mambo. Mkisikia maneno kama haya, yanawaimarisha ama yanawadhoofisha kwenye mkakati wenu wa kuijenga CHAUMMA mpya? Hayawezi kutudhoofisha kwa sababu tu, mtu akisema hivyo tu, yeye mtu mwenye akili mbaya tu anaweza kusema maneno kama hayo kwa sababu gani? Sisi hatuwezi kuwa watu wa kuja kutumika tumika na hakuna wa kutumia katika nchi hii. Sisi tulijiunga na upinzani tukaacha kazi zetu tukiwa na digiri za chuo kikuu, sio wa kuokotwa barabarani, na tulijiunga kwenye hivyo vyama vikiwa havina mshahara, tukafanya kazi ya kujitolea, tukafanya hiyo kazi sasa mpaka umri huu. Mi nimemaliza umri wangu wa ujana wote nikipigania mageuzi sasa, nakuja kununuliwa leo kwa shilingi ngapi na nani? Kwa hiyo sisi tumesema sababu za kutoka CHADEMA na tumesema tumeona kimepoteza mwelekeo. Tumesema tunakuja CHAUMA, tunatafuta chama na tukapata CHAUMA, tunakuja CHAUMA ili tuweze kuendeleza kazi ambayo tulichagua kuwafanyia Watanzania, ikafanya tuache taaluma zetu. Mimi sio mwanasiasa kitaaluma mimi ni, ni natural scientist. Mm. Lakini nimeachana nayo, ningekuwa niko breweries natengeneza na, na, na, natengeneza vinywaji pale sio mm. au wapi? Sio, mimi ni mkemia, lakini nimeacha niko kwenye nini siasa. Kwenye siasa kwa sababu najua Watanzania wanatakiwa kusemewa, Watanzania wanahitaji ukombozi. Watanzania wana shida nyingi sana zinazotajwa watu wa kusema kwa hakuna mtu wa kuweza kututumia sisi, na ndio basi sisi, tulipomaliza uchaguzi mlimani, sisi si tulienda kupumzika mimi mm, nienda shambani nienda shambani kujua nimemaliza tenya yangu tu, tuache watu wengine waendelee, na mimi nikafanya shughuli shughuli zingine, lakini tuko kule, mimi niko shambani na watoto wangu, na tukanwa, na mtu yuko nyuma ya simu, wala si, sija, sijaandika chochote sijasema chochote, na tukanwa tu sana, tukanwa kwa sababu gani? hawa walikuwa madalali wanauza chama hivi? tungekuwa tunauza chama CHADEMA tukikuta kiwa mimi nimeingia cha, mwaka 2004 CHADEMA kilikuwa chama cha sita Tanzania, kilikuwa kinazidiwa na CCM, kinazidiwa na CAF, kinazidiwa na TLP, kinazidiwa na Mageuzi, kinazidiwa na UDP. kilikuwa chama cha sita, tumekitoa kule mpaka kimekuwa chama kikuu cha upinzani. Sisi madalali kwamba tukifanya tu hiyo kazi imefanyika kwa udalali mpaka kufika hapo mm. Tulikuta chama kina wabunge watano mpaka mm. tukafikia wabunge sabini na mbili, ni kazi ya udalali? Tulikuta chama kina madiwani 45, tumefikisha madiwani 1108 na nane, ni kwa kazi ya udalali? Sasa huyo mtu anayesema, ni mtu mwenye akili mbovu tu anaweza kusema maneno kama hayo. L lazima mtu mwenye akili nzuri, utaheshimu wenzako, kwamba huyu mtu anaweza kufanya hiki, huyu mtu anaweza kufanya hiki mnaweza kutofautiana hmm, lakini okay, wewe mnatofautiana kwenye taasisi, unatakaji uendeshe taasisi peke yako sasa au uendeshe na marafiki zako, kwamba watu mliotofautiana hutaki uendeshe nao? Sisi tumekuja huku ili tushindanishe hao, wanasema wana ushawishi, wanasema wana akili, tushindanishe sasa. Na kwa kweli welie tuprovoku ni wao kwa hasira hiyo, tushindane nani anao uwezo wa kujenga chama cha siasa okay. Maneno ya kwake Benson Kigaila, naibu katibu mkuu wa uh, bara kwa upande wa CHAUMMA akieleza kwamba wao hawajaenda huko kama kuhujumu, lakini wanakwenda kufanya siasa mara baada ya kuona kwamba kuna misingi bora ambayo wao waliiacha baada ya uchaguzi wa pale Mlimani City na sasa wanakwenda kuiinua upya kwa kasi ya tofauti zaidi. Ni kushukuru sana Kigaila, asante sana. Kando yake tumekuwa naye Saidi Msonga, mchambuzi wa maswala ya siasa. Mi naitwa Nordin Selemani, tumekuwa sote hii leo kwenye Uchanganuzi tukiangazia mwelekeo mpya wa CHAUMA baada ya leo kupokea wanachama elfu tatu, huku wenyewe wakisema kwamba kazi ndo kwanza inaanza na kauli mbiu yao ni C4C, CHAUMMA for change kwa wah